Kipigo cha mikwaju ya penalti ambacho Azam FC imekipata nyumbani kwake kwenye uwanja wa Azam Complex juzi kimeiweka timu hiyo kwenye uwezekano finyu wa kuondoka na taji msimu huu baada ya kutopata taji na jana kutolewa na Mbeya City kwenye Kombe la Shirikisho la Azam baada ya timu hizo kutoka sare ya bao moja kwa moja katika dakika tisini za mchezo. Matumaini pekee ya Azam FC kupata kombe yamebaki katika ligi kuu Tanzania Bara, ambayo hata hivyo, ina mfupa mgumu, kwani ipo nafasi ya tatu kwenye msimamo wa ligi kuu ikiwa na pointi zake 45 ikizidiwa kwa pointi 9 na Simba iliyoko nafasi ya pili imeachwa na, ime na kinara Yanga kwa pointi kumi na tatu. Kichapo cha jana kutoka kwa Mbeya City kimekamilisha siku kumi na sita za moto ambazo kocha Rashidi Tausi na kikosi chake cha Azam FC ambazo zimetafsirika kama zimekuwa rehani ndoto za timu hiyo kuondoka na taji msimu huu. Katika kipindi hicho cha siku kumi na sita, Azam FC imecheza mechi nne za mfululizo za mashindano tofauti <coughs> bila kupata ushindi na zote ikiambulia sare katika dakika tisini za mechi, baada ya, ya kupata ushindi wa mabao mawili kwa sifuri dhidi ya Mashujaa kwenye uwanja wa Azam Kompleksi Februari kumi na tano mwaka huu. Mechi iliyofuata Azam FC ililazimishwa sare tasa na Coastal Union katika mchezo wa Ligi Kuu uliochezwa kwenye uwanja wa Shehe Amri Abedi Arusha Februari kumi na tisa, pia Februari 24 ikitoka sare ya mabao mawili kwa mawili na Simba kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, na Februari ishirini na saba ikalazimishwa sare ya bao moja kwa moja nyumbani na Namungo FC kabla ya jana kulazimishwa sare ya bao moja kwa moja na Mbeya City kisha kupoteza kwa mikwaju ya penati nne kwa mbili. Afisa habari wa Azam FC Hashimu Ibwe alisema kuwa kutolewa kwao na Mbeya City kwenye kombe la shirikisho la CRDB kumewaumiza sana. nikisema Mbeya City wabovu nitakuwa sina adabu na mpira na wapo hongera kwa ushindi wa leo kwa timu yangu ya Azam FC. Tumeingia uwanjani tukiwa wachagola chaguo la kwanza, lakini tumeishia kuwa timu ya pili kwa sababu hatukucheza tulivyopaswa kucheza, na kama kuna mtu wa kuwajibika leo basi ni sisi viongozi wote, benchi la ufundi na wachezaji kwa ujumla, si wengine. Tunaomba radhi kwa matokeo mabovu. Tumeshindwa kufika hatua muhimu za mashindano haya ambayo kwa miaka miwili mfululizo tumekosa.